Nje ya taifa letu. Lakini lengo ni kwamba kuweza kuhakikisha kwamba mtazamaji wa Rabi TV na ambaye anafuatilia Morning Victory basi kila siku anapata kitu kipya, yeah. Kila siku anaongeza maarifa mapya. Ni sasa, hii ni tafiti ambayo ilifanywa na tovuti moja kwa huko Uingereza ambayo yeah. Mm. inaitwa Illicit Encounters ambapo hii tafiti inahudumia masuala ya mahusiano kwa wanandoa. Sasa, ni kwamba tafiti hii inaonyesha wauguzi wa kike wanaongoza kwa usaliti. Ah, <laughs> katika taifa la Uingereza kutokana na, na tovuti hii na tovuti hii imeweza kubaini hivyo kwa sababu wenyewe wanahudumia wanandoa ambao wanatafuta mahusiano ya siri, yeah. Umeona kabisa, kama mimi bwana huku nilipo, mke wangu simwelewi <laughs> au mimi huko nilipo, mke wangu simwelewi, basi unaenda kwenye tovuti hii inakusaidia kuweza kutafuta mahusiano ya siri, yeah. Sasa katika kuweza kufanya utafiti wakaweza kubaini kwamba wauguzi wa kike wanaongoza kwa usaliti, kwa sababu hii tovuti kama ambavyo nimesema, inawasaidia wanandoa kutafuta mahusiano ya siri mm. Sasa wakabaini kwamba wauguzi wa kike wanaongoza, lakini sasa hivi wakabidi waka waweze kutafuta chanzo ni nini, ni mbona a, idadi kubwa ya watu ambao wanaongoza kwa usaliti ni wauguzi mm. Wakaweza kubaini kwamba ni msongo wa mawazo mm. na kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi. Ah, msongo wa mawazo kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi unapelekea, eh, kwa wauguzi hao eh, wa kike